E, walikuwa walikuwa waongei Hamisa Hamisa na Harmonize walikuwa wazungumzi hitilafu zao wa zilikuwa tu za kawaida, tunajua kila mtu kila mtu jini kujua wale e, Hamisa mvimbaji Hamu mvimbaji kwa... mm. <laughs> Kwa nini Hamisa nani? Ah e, mba... e, no hata wanaume kwa sababu nakupa ku, na mtiririko wa wanawake kwa sababu wanawake wewe, hamna mwanamke ambaye huzungumzi naye ambao hi, yeah, yeah. Kwaresma hii na wewe, kuna Ramadhani haya, aya umefunga wewe yeah. Usiseme uongo, yani kupishana ni kawaida, yani kupishana ni kawaida. Unajua maneno maneno, watu wakike nao na midomo sana, you never know, huwezi jua, labda huku limetoka huko, limeingia huku, neno la huko limeenda huku, umeona, ko ni kawaida tu yeah. Eh, ni kawaida katika maisha kugombana na mwanawake, wanaume ni kawaida. Kwa mfano mm. Okay. Yani, anataka kusema nini yani? Usitake kuharibu ndoa za watu mtoto Hamisa, hiyo kawaida tu kawaida tu ya marafiki sana. Sasa kipindi kile, wakati Kajala ameachana na na nani na Harmonize, hamo kabla hajapita vita hapa katikati na watu wake wengi, alikuwa anatafuta mbadala, umenelewa? Sasa akawa anajipeleka kwa Hamisa mpaka alifikia kipindi nataka kumpa hela, akampa dau la milioni kumi. Umeona Hamisa akamwambia mm, mm, mm, mm. Yeye alikuwa anataka sindo, kipindi kile anatoa albamu Miami City, anataka kutengeneza mazingira fulani, yeye mwenyewe anayajua, ila sasa ndio ukikubali pesa yake unaweza ukawa umeisha. Ah, sasa akitia mzigo. Yeye hey, hey, hey, yeah, yeye yeye yeye yeah, ana hey, hey, biashara gani akumpa gani? Eh? Ah, we. Ukizikwa la makonde. We. Hey, utarudisha kwa njia yoyote. Hey, yule baba yule. Hey. Mm. We yake ili. Yaani pesa yake hailiki. We utarudisha kwa njia yoyote. Hey, na mimi saka kaona mm mmm hey, akafunga break kwa tomo ni jeu. Eh? Kisanga cha mwana hizi. Hmm. Eh, laki sitaki. Mungu aninusuru. Eh, laki sitaki. Sitaki ndugu yangu. Eh? Kipindi ipo na kajara sasa mimi sikuwa songe naye. Mimi ndio niko nalipinga ile lilevenzi na ndika napeleka maneno ya fitna huku na huku, mpaka kwa majani nilikuwa nimefika. <coughs> wewe unanijua. Nikitaka nikitakala kwangu kwa kwa nimegombanisha Rushaina na misababu yetu itashindwa mimi, kaka jara niligombanisha eh, ani kweli, voice za kweli. Sasa si kama nataka urafiki wao uendelee uendele, ningekaa nazo mwenye ndani burudani alhamdulillahi, mpatane Januari mpaka Desemba ye nani haba, moto, moto, haba, <laughs> <laughs> Chidi kaondoka si alikuja juzi Kere, na Chidi mwona, karibia anafungua duka Mwenge uh, si ngumi we tulia, haba nielemee, haba motomoto, yani hapo nikwambie kitu mimi bwana na vyanzo vya habari vya ukweli kabisa Yani na message nikikuonyesha, utachoka roja. Umeelewa watu? Chidi yuko proud na mwanamke wake. Chidi kashatangaza mpaka ndoa, akisema lulu ndo anamzingua mwenzie. Lulu misi familia yangu, ni mapenzi yake, anapenda sana ndoa. Yule ye ye apendi ah, ye, yeah, kuzini. Chidi hilo nampa, yani nampa mia mia, yeye anapenda kuoa. Sasa anayetaka kumuoa sasa, ndo master <laughs> <laughs> na ndoa tofauti kwa afanye kazi roga, ndugu yangu eh. Eh, roga, ndoa unaipata nani? Lulu Diva, mm, sija muona. Mm. Atoboe miezi sita Lulu Diva. Ajamaliza na mambo mengi sana. Lulu ana mambo mengi sana. Enau, Lulu Diva, na atakaye muoa Lulu amvumilie kwa hali na mali. Kiukweli. Lulu anafanya photo shooting kila siku. Wewe binadamu gani uchoke? Kila siku kwa photo shooting. Kila siku rudi nyumbani kwako, anaweza kata wiki mbili ajarudi nyumbani. Aya wewe mwanaume kweli. Ana wapi? Location. <laughs> <laughs> Ataacha, hawezi kuacha hiyo. Kwa hiyo Chidi amemaliza. Chidi, Chidi ndio kamweza sasa Lulu, eh lakini hajamweza la... kiivo eh, na hajamweza yani, hey. Kiivo mimi mimi naga labda ni msaliti wa mimi. Wewe rushaina anza kukubali kuingia Wasafi, si atagombanisha wote? Wewe yani wote, rushaina mbea, eh umbea wake wa vitendo. Naongea naye mimi? Hakuna, siongea naye mimi nao <laughs> ndio maana nikakwambia, sitengeze mazingira yote. Wale wanajua mi nipo kazini, kazi yangu sehemu yangu kupata riziki, yeah. Ule mtoto tafadhali, we yule kiboko kabisa yule, yani yu yaniuyo, tumpe manyota yote usaina sasa hivi, ukichukua simu yake unakufa. Ndio vile tu, kwa sababu kanizuia ndugu yangu, kaniomba radhi, ndugu yangu nakuomba usifanye hivyo, lakini ningeziachia na nyingine na nyingine tena. Hey, we hawezi. Mungu nusuru, hapana. Kwanza alimkuta nje Amisa tena. Jana unafiki akaniambia, lakini Juma, nikajifanya sasa, kama unajua mimi msamehe, mlipendezana sana marafiki. Akaniambia, we koma, acha unafiki mbwa wewe. Nimekwambia hivi, yule siwezi kumsamehe leo mpaka kesho kutwa. Nikamwambia no BFF kwa sababu matatizo mzazi akosei, BFF alikuwa BFF, pika pakua, anamletea mpaka nguo mpaka analetea nini, mazawadi kibao, yaani rushaina kwa Hamisa. Akisema usiongee na mtu fulani, Hamisa anafata, sijui alimpiga ndele, mtoto wa watu anafata kila anachoambiwa, abadilimbayana mambo hayo hazalani. Sasa ah, siana vimba lushaina kwangu hawezi kuja tamwanika. litamwanika mimi Mungu kanileta duniani kwa sababu kusuluhisha mambo ya watu, basi tu ndio vile vila <laughs> anaonaga mipo yoyo. Juma, kuna binti moja alitrend yalitrendi juzi kati hapa, na ikisemekana kwamba lideti na bosi wako Diamond Rita, na juzi kati aliposti kwenye Instagram akisema kwamba hawezi kumwacha mwanaume wake mpaka hmm. kufa Watu waka connect dot labda pengine still bado anaendelea kudate na boss wako na nini? Hiyo ha, taarifa haijafika. Hey. Ah, nisi mliyoe. Nani nita ndo la. Unajua sasa hivi dunia sasa hivi kila mtu anatamani. Ah, mimi sina simjui. Sasa wewe mtu gani wa kodi? Sasa simjui yule yule, video mimi najua tu yule kachukua video kama wengine kwa kuchukua za kutengeneza kuna unatengeneza walikuwa sikuna ah, ah, maembe sasa hayajui maembe magengi hayajui, walikuwa location wanashuti wimbo, nimemuona tu umo, mimi simjui yule binti na na Esma. Ah, sasa ishu ya Esma iko hivi, sio kwamba anavalishwa na Esma, yule binti kamtumia kamtuma mtu. Unajua bwana hii dunia kila mtu anataka kupita na upepo kwa staili yake anayojua. Katuma siku hiyo, inapiga bodaboda akaja kufuata, yaani bodaboda akafika. Esma ni mfanya biashara maskini ya Mungu, kwahiyo yote anayekuja lazima ampokee. Kwa hiyo hawezi kusema unimuuzie, usifanye, usimuuzie. Bodaboda akaja kanunua abaya moja laki mbili kanunua matatu akataa, laki sita kwa sababu ya kelele za mitandao, keleleza Mimi sijaona ndugu yangu Mm. Na, na... Yes. Ah si kuogopa siogopi. So, <laughs> unaejiwa mimi, mimi sijafukuzwa kazi. Mimi ndo nilipumzika mwenyewe baada ya zile kelele kuwa nyingi, too much talk. Unaweza kupumzika kazini bwana. Napumzika eh, ndugu zangu. Mimi niliandika barua, nilimwambia mimi naomba nipumzike mpaka mpaka hatima yangu itakapokuwa, yaani nafsi yangu itakapokuwa sawa kurudi Baba Levo. Nani lopolopo Baba Levo anakwambia A, kesho anakwambia B, kesho kuto anakwambia C. Kwahiyo achane atende wengine, anatoka kwenye pua lake ile. Kwa hiyo kumfatisha. Ha? Of course pia kinachangia kwa sababu naona kama taasisi, alafu tunafikia baba, unajua ile, ile watu wanawekeza hela vitu kama hivyo, alafu kua na drama drama tofauti tofauti, so inakuwa haipendezi. Ah, sio drama tunapeleka so, tuna sisi, mimi niko pale nimeajiriwa kwa sababu ya kupiga pen, kuongea. Okay, pues, <coughs> hmm. No, no, no walimalizana wao wenyewe kama kwa sababu haja ka yeye ka, ka, ka... alizungumza kwa sababu ya, ya media so wao nyewe walijua alimaliza na vipi mpaka narudi kazi <totipa> nyewe mgeona tu barua hapa inatembea yeah. Sasa hivi a duniani kuna siri <totipa> ah, sijaonana naye na nikionana mi siwezi kuniana na, nikuna, na Zuchu kwa sababu ni mfanyakazi mwenzangu tupo taasisi moja basi nitakuwa chizi <totipa> no ile kipindi watu wengi hawajui, kipindi wakati Zuchu wanakuja pale, mimi nilikuwa Zanzibar. Tena nakumbuka ilikuwa boxing day, niliondoka kabla Christmas. Sasa asubuhi inapewa taarifa kwamba yeye anakuja kwenye kipindi. Unajua, nawe ni muongo, watu wako kwenye kipindi cha mashamsha walisema unaumwa. Ah, mimi nilivoishep. Sasa wale niliwaambia mimi, tena niliwaambia mimi nina UTI eh, kwa sababu hilo asijue niko kwa wapi, kwangu wanapajua eh? No, tofauti yangu mimi e, uh, si uh, na yeye ilikuwa niliposti video ya mama yake. Kipindi kile alikuwa kwenye bad situation. Nikaposti video ya mama yake, akili nakumbuka hata mali mdida alikuwepo. Ah, akieleza masuala ya ndoa na vitu kama hivyo. So hakupendezwa. Baada ya hapo tuliongea maisha mengine yakawa yanaendelea. So tukawa uh, hatujaonana alafu kuna misunderstanding hapa katikati zilitokea baina yangu mimi na yeye. Lakini sasa hivi tuko fresh. Yani, tuko poa. Nilipost, yani yeye akupendezwa, ya alinipigia simu akawa ana ana, ana, ana foka muona kwamba nimepost video ya mama yake, kwamba moja mbili tatu, lakini video mama yake, lakini alikuja kufanya interview mashamshana muona, no no no, sio Ricardo Ricardo, isho ya Ricardo Ricardo alizungumzia ndoa, anakumbuka pale tayari ilikuwa atakashia kuja kwenye interview, atamaliza asha ashaongea, ashani ashani omba radhi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yani, haikuchangia, ni interview ya Ricardo. Nashukuru sana Juma, eh naye ila niliona naye nini kwa mbali juzi, ni balozi, kwa hiyo sikupata bahati ya kukaa naye kibamba eh. Chochote afanye kazi kwa juhudi, ndio kila kitu, sababu tuko pale kwa sababu ya kutafuta riziki <coughs> inshallah. baada ya Ramadhani ndio inaisha baki <coughs> vugu vitano hata sasa hivi akitaka kuamua, si ana uwezo bwana. Mimi nitavyo siana kwenye harusi mtaniona. Kwa nini siende tena? Nitakuwa mbele kimbele mbele. Umekuwa daktari, takuangalia mpaka uso, unaangalia mpaka mikunyanzi yangu ya uso. Niko u niko nai. Sawa, una namba ya simu? Mpigie simu basi, mpigie tuonge. Mimi simu yangu haina chaji haina chaji, nikampigia Cha. Jamani, ambeni kitu kimoja, ndugu zangu, mi naomba kwa kupitia nyie, naomba ngoja nipige magoti kabisa <coughs> <coughs> e, e, nimwombe radhi nimwombe radhi Kajala, nimwombe radhi Kajala <coughs> na shemeji yangu China, kwa sababu maokoto nitakosa haiko China. A, a, wewe jua China hivyo. Eh, maokoto nitakosa wameninunia maana jana nimekesha mpaka saa nane za usiku namuomba msamaha. Na msamaha kwa malio pale, malio anakuja ananicheka ananibeza eh, kwa ajili ya kikripu tu content imenikosti. Nawaomba radhi, familia yangu, nawapenda sana hivo